Asalamu alaykum. Karibuni Farwat's Kitchen. Leo tupikeni viazi vya nazi, utakaanga kitunguu maji mpaka kitani golden brown kisha utaweka manjano. Hapo nimeweka curry powder na kitunguu saumu. Utaweka pilipili boga, utaweka tomato na tomato ya mkebe, yani tomato paste. Utakoroga vizuri kisha utafunika. Na uache tomato ziive, lakini pia utaweka chumvi. Kama nyama nya yako uliichemsha na chumvi nyingi basi utaweka chumvi kwanza. Na baada ya tomato kuiva vizuri utakuja uweke nyama yako uliyoichemsha pamoja na chumvi. Yani hivi viazi vinakuwa vizuri vikipata nyama ya kutosha. Kwa hiyo utaweka nyama uliyoichemsha pia utaweka matusha yani lile tui la yani mara ya yani pili. Kisha utaweka viazi na utakoroga vizuri kisha utafunika uwache viazi viive. Na baada ya viazi kuiva, mwisho kabisa utakuja weke tui zito. Kama uko si na dania pia unaweza ukaweka. Mimi sikuwa na dania kwa hiyo mwisho kabisa utaweka tui zito kama hivyo, na utaviacha tena viazi vitokote kwa kama dakika mbili hivi, na kama una royco pia unaweza ukachanganyia na tui lako zito kisha ukaweka. Kwa hiyo utaacha viazi vyako kwa dakika mbili motoni na baada ya hapo viazi viko tayari, kama mnavyoviona, na uhakikishe unaviacha na mchuzi mchuzi wa kutosha, kwa sababu vina tabia ya kuvuta, yani yale maji yanapungua kila vikipoa. Kwa hiyo usiviache vikavu sana, na unaweza ukala viazi hivi, hivi hivi, ama ukalia mahamri au chapati. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kwaherini.